Sio kama nimejibu swali lako. Unajua, swali lake zuri sana amezungumzia hapa, ananisikia. Mimi naweza kusema kwa kelele. <laughs> Mira, mimi ningependa, unajua, unaposema kuna mgogoro, unaposema kuna mgogoro, ni vema ubainishe anayegombana ni nani na nani. Yaani upande huu na upande huu. Lakini wewe ulienda mbali. Ukasema upande wa mwekezaji na upande wa wanachama. Sasa mwanachama yupi? Mimi na mwenyekiti huwa tunaongea mara nyingi, tunazungumza, tuna, tuna, tunakaa vikao hata jana tulikuwa kwa kikao pamoja. Uh, labda kama Mohamed Dewji ndio unayemaanisha mimi nimeongea naye mara mwisho jana saa 8 na tulikuwa tunaongea mambo mengine tu hayahusiani na mpira wachezaji unasema wanaweza wakaambiwa hivi. Mchezaji profession anayelipwa mshahara ametoka kwao kuja hapa kwa ajili ya kucheza mpira, unaweza wakamuinfluence ukamwambia wewe cheza chini ya kiwango, akacheza atakuwa mwenda wazimu huyo na hafai kuwepo simu. Sasa haya ni mambo ambayo na yanazalishwa tu na ninyi waandishi. Bahati nzuri hamtumii muda wenu kuassess vitu. Mtu anasema siku hizi kuna vtv kandili ukisha mpira. Eh, unasemaje wale watu wanakuwa wanaandaliwa kabisa, na ndio maana wanaojua kule vichochoroni kule, ukienda uwanja wa taifa pale kwenye upande wa pili kule unawakuta watu wamekaa, yani wanamulikana na tochi kabisa ili waojiane. Hayo sio sawa. Kuna moja, wao litaka kulisema, lakini umeliacha. Kuna mtu anasema siri zinatoka sisi. Tunacheza mpira Simba Sports Club, kwa sasa mchezo wetu namba moja ni mpira kama wao wana michezo ya siri, waendelee na michezo yao ya siri. Sisi hatuna jambo la siri. Siri gani inayotoka? Timu inafanya mipango yake, tukiwa na taarifa zinazohusu kujulikana kwa umma zinatolewa. Sasa ambaye anasema kuna siri zinatoka zinaenda, sisi hatuna mchezo wa siri, sisi tunacheza mpira. Nadhani ni, nitakuongezea sawa sawa. Swali lingine. Naam, karibu. Tua, kwanza wanachama wa Simba wajifunze sana kuhusu muundo wa uendeshaji wa, wa timu na nadhani mwenyekiti, umelisema yu, mapema kwamba baada ya kukamilika kwa mchakato huo, sasa ndo tunaenda kutengeneza sharing agreement yaani mfumo wa uendeshaji kile ambacho ataongoza au atafanya, na wala haiwezi kuwa dhambi kwenye uongozaji wa timu upande wowote ukatoa mwenyekiti wa bodi. Bodi ndio inayosimamia ndani zote. Sasa nadhani tukijibu hilo, sasa itakuwa ni mapema mno, kwa sababu baada ya hapo ndo tutaenda kutengeneza hiyo sharing agreement. na itaonyesha mapendekezo ya BMT yameonekana na hapo mapendekezo mengine yametoka katika vyombo na taasisi nyingine tofauti. Hata sisi wanachama wa Simba nao vile vile tulikuwa na mapendekezo yetu. Bahati nzuri sana sisi wawekezaji wetu ni wanasimba na upande wa klabu ni wanasimba, kwa hiyo hakuna shida. Hilo kwangu mimi naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia, kwa sababu tuta tutakwenda mbele ya makubaliano ambayo tutakuja kuyafikia, ila kwa mkataba tuliokuwa nao awali tulikuwa lazima tutengeneze uh, special purpose vehicle ambayo ingeweza kufanya haya ambayo tumeweza kuyafanya. Waandishi uh, ambao ndo mna wataarifu umma, hamjawahi kuzungumzia kwenye transformation hii ambayo Simba iliingia na mwekezaji kwa kipindi cha kutokea mwaka 2017 mpaka 2025, kutoka kwenye timu ambayo ilikuwa unranked, mpaka kuja kuwa ranked namba tano. Haya ni mabadiliko makubwa sana, lakini pia hamwangalii mifano ya timu zingine na katiba zao ambazo zimesajiliwa na mpaka leo hakuna chochote ambacho wamefanya na wanaendeshana kisultani tu, hamuulizi hapo. Sasa sisi tunachoweza kuahidi kwamba tutatoa mashirikiano ya kutosha kwa umma kuelewa, sasa hivi mwenyekiti wa bodi atakuwa ni nani na anatokaje wala usizungumzie habari ya jina langu. Mimi ni binadamu, naweza nikafa leo, anaweza akaja mtu mwingine akaja mtu mwingine na mtu mwingine. Wala hatuna ugomvi kwanza. Kwenye kikao, si tunapokaa huwa, wala hatuangalii nani ametoka wapi, na hakuna mwenye mamlaka, kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mieleka kweli, ingesema mtu kama Magoli, mimi nakabiliana naye vipi? <laughs> Lakini pale tunazungumzia hoja zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali, tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya club na timu yetu.